Kwanza hmm. Yanga wametuzidi kwenye maamuzi okay. Yanga wako serious sana hmm. Nakupa mfano hmm. Roman hmm. Roman Fos alisare na Mbeya City yeah. Akafungwa na Silver Striker hmm. Akafukuzwa Selemani Matola hmm. Kafungwa na Azam, mbona hmm. afukuzwe? <laughs> Turudi kwenye Yanga <laughs> nishakwambia yeah. hivi Yanga wako serious mm. Yanga kinachowapa matokeo mazuri yeah. Kwanza ni umoja walionao baina ya viongozi, benchi la ufundi, wachezaji na wanachama na mashabiki mm. Wanalao moja mm. Kama lengo ni kupigania ubingwa ni kupigania kupigania ubingwa. Kupigania ubingwa. Bana, bana injinia kocha hatumwelewi yeah. Na yeye injinia akimwangalia mm. Anaona kabisa kocha aeleweki, yaani uzuri wa wale watu hawafanyi kwa maslahi yao binafsi yaani, okay. hamna mtu atakayesema simtaki kocha mm -hmm. ili apate nafasi ya kusajili kocha mwingine apige hela mm. Hayupo. Hamna. -hmm. Um, kocha akisema bana hatumuelewi na aeleweke kweli mm -hmm. Yanga walimkataa Gamondi kwa, kwa kufungwa mechi mbili. Kaambia aondoke mm -hmm. na akaondoka mm -hmm. Sio nafahamu. tofauti yetu iko hapa. Pili, Yanga wana viongozi wa mpira viongozi wa mpira, kuna moment inafikia. Engineer yes. anafanya mazoezi na wachezaji, kiongozi wa timu anafanya mazoezi na wachezaji. Nitajie wewe pale kiongozi wa Simba unayemjua, umwambia pige daladala tano tu, tano: moja, mbili, tatu, nne, tano. Chagua wewe nani tumpe mpira. Kwa hiyo Yanga Africans, yes. miongoni mwa vitu walivyotuzidi ni kuachana na viongozi wa historia okay. Kwamba labda huyu mwenyekiti wa Yanga baba yake alikuwa kiongozi wa Yanga, si mwaka 60, sio, baba yake alikuwa mfadhili wa Yanga mwaka 57, ndio Yanga, baba yake alikuwa si mwaka 75. Wameacha hayo mambo, wameangalia mtu mwenye future, mtu mwenye impact, si mwingine Engineer Hersi Saidi. Kingine mwanangu, ndio wachofanikiwa Yanga mm, ni kupunguza viongozi ambao hawana hela kwenye yeah, mfumo wao kwenye saiko yao yeah, kupunguza viongozi ambao hawana hela, hawana hela, baza mpira ni hela. <laughs> sikwambie mtu na ukiwa huna hela, ukiwa sehemu kwenye hela utataka ujijengee eh, hey, kwanza utaibia klabu ujinufaishe, kwanza ujiandaliwe basement kwamba <laughs> nikitoka hapa naondokaje, lakini na pale Yanga kuna viongozi ambao brother, ukiwataja kwanza lazima mpe mheshimiwa cheo kwanza, taambia yes, Mheshimiwa eh, Abbas Tarimba, yes. <laughs> Mheshimiwa hmm, Anthony Mavunde, Mheshimiwa Sefu Bulamali. <laughs>